Kwa majina naitwa Dkt. Pius Lema. Uh, daktari bingwa wa koo uh, pua na masikio. Uh, katika kambi hii tumefanikiwa kuona wagonjwa 142 ambao ni wagonjwa walikuwa wanahudhuria kwenye kliniki ya nje, na pia tumefanikiwa kuandaa wagonjwa wa operation wapatao 19. Mpaka jana wagonjwa walifanywa waliofanywa operation walikuwa kumi, na leo tumepanga wagonjwa tisa. Kwa jumla tutakuwa tumefanyia wagonjwa tisa. Hata hivyo inawezekana uh, hii namba ya wagonjwa ita, itaendelea kuongezeka kwa sababu kliniki bado zinaendelea, ili eneo la koo, pua na masikio, watu wanaoathirika sana ni kundi la watoto ambao wanapata shida, shida ya mafindofindo kwa kitaalamu zinaitwa tonsils na adenoid. Hayo ni mafindofindo ambayo mara nyingi yanaziba sehemu sehemu za hewa ambazo zinapitisha hewa kwa watoto wengi wan, uh, wakipata shida kama hizo wanakuwa wanapata shida za upumuaji kwa muda mrefu sana, wanakuwa wanakuwa wanashtuka kwa... usiku, sawa wanakosa hewa, kwa hiyo uh, watoto wengi sana wanakuwa wanaathiriwa na ile tatizo. Kwa hiyo katika eneo hili wagonjwa wengi wanaofanywa operation ni hao, ni ni zaidi ya asilimia tisini ya wagonjwa wanaofanywa operation ni wako katika matatizo ya namna hiyo. Watoto wengi wanaoathirika na ugonjwa wanakuwa na dalili zifuatazo: kwanza, wanakuwa wanakoroma sana wanakuwa wanakoroma, pili wanakuwa wanapumulia mdomo, tatu wanakuwa wanastuka stuka usiku. Kwa hiyo pindi unapoona dalili kama hizo, mtoto anafungua anap mdomo akiwa amelala na nakoroma, mpeleke eneo husika. sana sanasana kwenye hospitali za levo ya mikoa, hapo atapata huduma sahihi. Wapo wazazi wengi wanafikiria kwamba huu ni ugonjwa wa kawaida, wengine wanasema kwamba labda ni mtu alivuta maji akiwa mtoto, lakini wengi wanakuwa wamepoteza muda mwingi sana kwa sababu kutambua tatizo mapema kwa hiyo nashauri ukipatapo uh, hizi dalili uwai uh, sehemu husika sana sana zile hospitali kubwa kama kuanzia kwa, kwenye level ya mkoa ndio utapata huduma ambayo ni sahihi.